Habari za wakati huu, wewe mdau wa Turiani Finest na Home Trends. sasa katika habari za hapa na pale, leo napenda kukuletea habari hii hapa ambayo inaendelea hapa Turiani katika harakati za kutafuta mwafaka wa tatizo la mafuriko katika mji mdogo wa Turiani ambayo zaidi yanasababishwa na maji yanayojaa kutoka ule mto wa Mbulumi hasa katika wakati wa masika. Basi wananchi wa vijiji vya Kisara na Kilimanjaro katika harakati za kutafuta mwafaka wa tatizo hili la mafuriko, wanapenda kutoa shukrani zao za dhati kwa kampuni ya Mtibwa Sukari kwa kuwapa mashine mbili za kufukulia mchanga huku wanakijiji hao wakijitolea kujaza mchanga kwenye viroba na kupanga kwenye kingo za mto huo wa Mbulumi. Kwa majina anaitwa Mohamed Hamisi Mwerondo, mwenyekiti wa kijiji cha Kisala. Tupo hapa katika zoezi la ukarabati wa mto mto Diwale. Ni mto ambao unayetusumbua sana, ambao umesababisha kufika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuomba misaada lakini leo hii Mtibwa kiwanda cha sukari Mtibwa ndo ametuletea vyombo hivi ambavyo vinatufanyia upanuaji wa mto na kutoa mchanga, na tunaomba tu wadau na sekta mbalimbali mbali zijitahidi kutusaidia kupata viroba na msaada mwingine wowote ambao unaweza tukapata kutoka kwao kwa ajili ya kunusuru hili janga kus... kwa kweli hili kero la maji kwa kweli limetusumbua sana, sio la leo la miaka iliyopita ila miaka hii sasa pamezidi kiwango ambacho hali ya juu. Tumepata tabu, majumba yame yamekwenda na maji, pamoja na mazingira mengine ya mashambani. Mashamba yamehorojeka kwa sababu ya maji, lakini pia wanapenda kutoa shukurani zao za dhati kwa mheshimiwa mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Mvomero mheshimiwa Bright Sungo, kwa kuungana nao wananchi hao, kujitolea viroba na kushiriki nao kwa vitendo katika shughuli hiyo ya kuzuia eh, maji yasiweze kuingia katika makazi ya watu, hasa msimu wa masika pale utakapoanza. Ni leo tunawashukuru wananchi kujitoa, kuanza kuhangaika na viroba, lakini pia Mwenyekiti wa vijana wa wilaya ametusaidia mifuko kwa ajili ya kutatua tatizo hili. Mungu amtangulie, na tunaomba atafute wahisani wengine kwa ajili ya kutatua tatizo hili. Nipo hapa kwa ajili ya wananchi na pia ni mwenyekiti wa kitongoji cha Dibuti. Nikushukuru sana kijana. Nikushukuru, na naomba uendelee na moyo huo ili ndugu zako watu wa Kisara nao wajikuta wanaishi maisha salama. Amin. Lakini pia wananchi hao wanaomba wadau wengine waweze kujitokea kuwasaidia, waweze kuwasaidia katika zoezi hilo ambalo wanaendelea nalo. Lakini mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Mvomero, mheshimiwa Bright Sungo ametoa ahadi ya kupaza sauti kila kona, ili wadau wajitokeze kwa wingi kusaidia kazi hiyo ngumu ya kuzuia ya maji yasiweze kuharibu makazi ya watu pamoja na mazao shambani. Habari hii imeandaliwa na Director Manaji na kusomwa nami Pearson Mauya kutoka Turiani Finest na Omu Trends.